Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu, tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, aidha awe na smartphone au kitochi tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram at invitepro underscore, au tupigie simu kupitia 0747474098, au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Waziri wa Ujenzi, Abdallah Ulega, amebainisha mikakati ya muda mfupi inayotekelezwa na Serikali ili kupunguza changamoto ya foleni katika barabara ya Kibaha Chalinze hadi Morogoro. Ulega amebainisha hayo leo Januari 28, 2026 Bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Pwani Mheshimiwa Hawa Mchafu aliyehoji hatua zilizofikia katika ujenzi wa barabara njia nane pamoja na mikakati ya muda mfupi ya kuondoa foleni katika barabara hiyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa barabara ya kutoka Kibaha maili moja hadi Chalinze umegawanywa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya kutoka maili moja hadi picha ya ndege yenye urefu wa kilomita tatu nukta sita kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya upanuzi wa sehemu hiyo ipo katika hatua za mwisho. Usanifu utakapokamilika na gharama za ujenzi kujulikana, Serikali itatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Sehemu iliyobaki ya kutoka picha ya ndege hadi Chalinze yenye urefu wa kilomita 78.9 itatekelezwa kwa njia ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi, yaani PPP, na kwa sasa taratibu za manunuzi ya kumpata mbia zinaendelea. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Hawa Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu Spika. Nitaomba nikuulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Barabara ya Kibaha, Mlandizi hadi Chalinze imekuwa na foleni kubwa sana isiyomithirika, tena ni mara kwa mara. Je, ni upi mkakati wa muda mfupi wa serikali kuhakikisha tunamaliza kadhia hiyo ya foleni? Lakini swali langu la pili, funsa ya, ya mageuzi makubwa ya bandari yetu ya Dar es Salaam imepelekea usafirishaji wa mizigo mingi kupitia barabara hii ya Morogoro na kusababisha foleni kubwa sana. Sasa ni lini serikali itaanza kutekeleza mradi wa Chalinze Morogoro Expressway? Asante Mheshimiwa Speaker. Speaker. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii na naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri sana aliyoyatoa, waheshimiwa wabunge, kwenye swali wa wa la kwanza na katika swali la Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge vit wa viti maalum mkoa wa Pwani, linalohusu Kibaha Chalinze. Mheshimiwa Spika, mambo mawili, la kwanza ni upi mkakati wetu wa muda mfupi. Tumekubaliana katika wizara ya ujenzi, tunayo barabara ya zamani ambayo mara baada ya kutengeneza barabara mpya tuliiacha. Tumepata fedha serikalini, tunaitengeneza kuwa ni barabara mbadala ili kusudi barabara kuu inapofunga watu wawe na uwezo wa wa kuweza kupita katika barabara ile ya zamani inayoanzia Kibaha Maili Moja Tumbi inakuja kutokea mpaka Mlandizi na kusonga mbele. Hilo ni la kwanza, lakini la pili tunashirikiana vyema na wenzetu wa jeshi la polisi. Tumeweka vikosi maalum kabisa, sababu barabara hii changamoto yake kubwa ni gari zinapoharibika, basi zinaleta msongamano mkubwa. Kwa hivyo, vikosi vyetu vya TANROADS na polisi vinashirikiana kwa pamoja, na hivi sasa, kila linapotokea tatizo la namna hiyo, mara moja vikosi vile vinafanyia kazi na kuondoa lile gari lililoharibika na hatimaye kuruhusu barabara kuweza kupita. Jambo la pili ni lini tutafanya sasa kazi ile ya Kibaha Chalinze Morogoro Expressway? Mheshimiwa Spika, tunashukuru sana kwa miongozo mikubwa na mizuri ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivi ninavyokwambia, tulichelewa hatua ya kwanza ni kwa sababu ya mkandarasi ambaye tuliingia naye katika mazungumzo terms zake zilionekana kuwa hazina maslahi mapana na taifa letu, na kwa hivyo tumetangaza upya. Na habari njema tumepata, mpaka mashirika yetu ya ndani ikiwemo NSSF, TPA walioonesha nia ya kuingia katika mradi huu mkubwa wa kielelezo na wa kimkakati, na kwa hivyo timu za wataalamu wa serikali wako kazini wakichambua ikiwa ni pamoja na haya mashirika ya nje, na muda si mrefu tutakuwa tumepata nani anayekwenda kutekeleza kazi ile. Mheshimiwa Spika, na kushukuru sana. Aidha, waziri Ulega ameongeza kuwa mchakato wa kumpata mkandarasi mpya upo katika hatua nzuri. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.